Ay, na kusema tu kweli kwani hata kama ni kazi tunatafuta, umeita watu me vizuri sana, kuna interview Pazimu. Watu wanakuja hapa na basi tunangoja tu, mtu kuna vitu za kufanya. Mimi umempigia huyo jamaa simizi tangu tangu tangu tangu asubuhi asubuhi, anakuja alisema sasa, minashitangu na hata kama ni kazi, mmejaza mlango, mnataka hmm. hmm. kazi na mmejaa kwa mlango ya kazi, pole. Mwenye kazi aingie, aje kwa kazi, tunaanza rakaraka, mpange lai. Mbele. Auda taendesa gari yangu na hiyo kitu umevaa kwa macho chini. Unatoa nini wewe kaa kwa line? Wewe unataka kazi ya, ya matatu, matatu na poch toka inje. Wewe kuja kuja kuja kuja kuja kuja. Omera na sasa umevaa msafi kuliko mwenye gari mm -hmm. Nataka kazi si ndio? Si mimi msasi hizi itakuanganya hii ni luku. Luku gani? Sina inatrak madem. Hapa umeona ni ni, ni pizza hii ya kuingiza madem hapa, ni pesa hii, si ndio? Sio, unataka hii ni kikomba kugeuza matatu yangu? Kikomba simama na hapa kidogo. Mimi nataka makanga, makanga. Hebu soma hapa wewe, ni uko na uslaifu kidogo. Sasa, unakuja kutafuta kazi na kitenge? Sure, kazi ya matatu na kitenge, lakini nataka tu ya driver. Okay, enda chachi, enda chachi. Sasa wewe bagi ya customer ikianguka utaruka. Napo, napo kwa kuruka niko sawa. Unaruka what? Bagi ikianguka. Ungekuwa mwanaume kikiruka ni mimba yenda. Unakuja na koti kwa kazi ya matatu. Nimekuja hata na jacket. Unakuja na koti. Na koti. Wa official. Tulisema basi kwa... official.

No, ana kazi kwa gari nyingine. Hii gari ya wenyewe, umekuja hapo, unajiweka hapa na unaongea sana, jiandike kazi basi. na unaumiza kukuzo. Kijana, unaongea jiandike kazi basi. Huyu mdoshi pia analinga na gari hata hujapenda. Wenda hata gari si nganya.